Siri tano za kuwa mtu mwenye msimamo na heshima kubwa. Katika ulimwengu huu uliopoteza mwelekeo, kuwa mtu mwenye msimamo ni silaha ya gharama kubwa sana. Watu wengi wanaishi kama majani yanayopeperushwa na upepo, leo wapo huku, kesho kule, wakitafuta kukubalika na kila mtu. Lakini ukweli ni kwamba binadamu huwa hawawaheshimu watu laini wanaokubali kila kitu. Dunia inatetemeka mbele ya mtu anayejua anachosimamia na asiyeyumbishwa na kelele za wapita njia. Ukweli ni huu, msimamo wako ndio kuta zinazolinda ufalme wa maisha yako. Bila msimamo, kila mtu ataingia na kuchafua ndoto zako anavyotaka. Leo tutazama ndani ya siri tano nzito zitakazokufanya uwe mtu mwenye msimamo thabiti, anayeheshimika na anayemiliki hatima yake mwenyewe. Kabla hatujaanza safari hii ya hekima, hakikisha una subscribe kwenye chaneli yetu ya GR Hamasa Wisdom ili uendelee kupata mafunzo haya ya kishujaa. Moja. Usijieleze kwa mtu anayetafuta kosa kwako. Kuna watu ambao akili zao zimeshapiga picha mbaya kukuhusu, na lolote utakalosema litatumika kama ushahidi wa kuthibitisha picha hiyo. Mtu mwenye msimamo hajibishani na watu wasio na nia njema. Ukianza kujieleza kwa mtu anayetafuta kosa, unampa mamlaka ya kukuhukumu na unajishusha thamani. Kimya chako ni jibu tosha. Acha matendo yako yazungumze ukweli. Maelezo marefu ni ishara ya udhaifu. Mwenye msimamo anajua kuwa ukweli hauhitaji kupigiwa debe. Kama hawaoni thamani yako, maelezo yako hayatabadilisha chochote, bali yatawafanya wakuone kama mtu unayetafuta huruma. Mbili, kaa mbali na marafiki wasio na ndoto. Mazingira yako ndiyo yanayotengeneza kasi ya ukuaji wako. Huwezi kuwa na msimamo wa kufika kileleni ikiwa umezungukwa na watu wanaofikiria kuhusu starehe za leo tu. Marafiki wasio na ndoto ni kama nanga inayovuta meli chini. Hata uwashe injini kiasi gani, hutakwenda mbali. Mtu mwenye msimamo anachagua marafiki kwa kutumia akili, siyo kwa zoea. Ukweli ni kwamba upweke wa muda mfupi, ukiwa unatafuta njia yako, ni bora kuliko kuwa na kampani kubwa inayokurudisha nyuma. Chagua kuwa peke yako kuliko kuwa na watu wanaozima moto wa wa ndoto zako. Tatu, usionyeshe ramani yako ya mafanikio kwa kila mtu. Siri ya ushindi wa mwanajeshi yoyote ni kutojulikana kwa mkakati wake. Unapotangaza kila hatua unayotaka kupiga, unawaalika maadui na wenye husuda kuweka vizingiti njiani. Watu wenye msimamo wanafanya kazi kwa siri na wanatoa matokeo kwa kishindo. Ramani yako ni mali yako binafsi, usiipe kwa watu ambao hawajashiriki kwenye maumivu yako. Ukweli sio kila anayekuchekea anafurahia hatua zako. Watu wengi wanataka ufanikiwe lakini si zaidi yao. Linda mipango yako mpaka iwe imekamilika. Nne, linda afya yako, mwili ukigoma ndoto zinakufa. Mwenye msimamo anajua kuwa mwili wake ndio chombo pekee kitakachomfikisha kwenye ndoto zake. Huwezi kusema una msimamo wakati huna nidhamu ya kile unachokula, huna nidhamu ya mazoezi na huna nidhamu ya kupumzika. Afya yako ni mtaji wako wa kwanza. Mwili ukichoka au ukiumwa kwa sababu ya uzembe hata uwe na maono makubwa kiasi gani, utabaki kitandani ukiangalia wengine wakisonga mbele. Ukweli, nidhamu ya afya ndiyo nidhamu ya kwanza ya mpambanaji. Mwenye msimamo hatumii mwili wake kama dampu, anautunza mwili wake ili uweze kustahimili vishindo vya safari ndefu ya mafanikio. Tano, jifunze kuishi peke yako bila kujisikia mpweke. Hii ndiyo ngazi ya juu kabisa ya msimamo. Watu wengi wanafanya mambo wasiyoyapenda tu kwa sababu ya kuopa kuachwa peke yao. Wanavumilia dharau na manyanyaso kwa sababu ya hofu ya upweke. Lakini ukijifunza kujifurahia wewe mwenyewe, kusoma vitabu vyako na kutafakari hatima yako, ukiwa peke yako, unakuwa haushikiki. Huwezi kutishwa na mtu kutishia kuondoka maishani mwako. Ukweli ni kwamba upweke ni adhabu kwa wasiojitambua, lakini ni paradiso kwa wenye hekima. Ukisha jijua thamani yako ukiwa peke yako, utachagua watu wa kuingia maishani mwako kwa ubora wao sio kwa sababu unahitaji kujaza pengo la upweke. Na sasa sehemu muhimu zaidi, huwezi kudai heshima duniani ikiwa huna msimamo ndani ya nafsi yako. Msimamo sio ukali, bali ni utulivu wa kujua nini unataka na nini huna nafasi nacho. Maisha yatajaribu kukuvuta huku na kule, lakini usiache misingi yako ivunjike. Changamoto ni nafasi ya kuonyesha ukweli wa msimamo wako. Acha hofu ya kutopendwa ikupite. Ni bora uchukiwe kwa msimamo wako kuliko kupendwa kwa uongo wako. Kila hatua unayoichukua leo kulinda utu wako ni ngazi ya ukuaji wako kesho. Heshimu akili yako, linda moyo wako, na simamia malengo yako. Mizizi ya mafanikio ya mtu mwenye msimamo ni ukimya wake kwenye mipango, ujasiri wake wa kusema hapana, na uthabiti wa kuendelea mbele hata kama mazingira ni magumu.